Fatwa ambayo iliyotolewa na Irani mwaka 1989 dhidi ya mtunzi wa vitabu kutoka nchini India ambaye anajulikana kwa jina la Salman Rushdie ambaye amepewa hifadhi nchini Marekani. Fatwa hiyo ambayo iliyotolewa mwaka huo iliweza kutekelezwa mwaka 2022, wakati ambapo alikuwa akishiriki katika mkutano mjini New York, aliweza kuvamiwa na kuweza kujeruhiwa mkononi. Na kitendo kingine ambacho kilipelekea kujadiliwa kwa kiasi kikubwa kuhusu fatwa hizi ambazo zinatolewa na Irani, ni kitendo cha Salman Rushdi na kutobolewa jicho lake la kushoto na kumfanya mtunzi huyu wa vitabu kupata tabu ya kuweza kuendelea kuandika, kitendo ambacho kiliweza kupongezwa katika mataifa tofauti ulimwenguni ambayo yalikuwa yakiunga mkono fatwa hii ambayo iliyotolewa na Irani dhidi ya Salman Roshdi. Fatwa nyingine ambayo imetangazwa na viongozi wa kidini wa ngazi za juu nchini Irani wametangaza ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wameweza kutolewa fatwa hii na kutangazwa ya kwamba Waislamu wote ulimwenguni wanatakiwa kutekeleza kwa njia moja au nyingine fatwa hii ambayo inatajwa kwamba imetolewa kutokana na kile ambacho kinaendelea katika maeneo ya Wapalestina na hususan eneo la ukanda wa Gaza na vilevile vile dhidi ya kiongozi wa kiimani wa Irani Ali Khamenei. Iwapo yeyote ambaye atakayemtakia shari kiongozi huyu, basi Waislamu wote ulimwenguni wafahamu ya kwamba ni jukumu lao kuweza kutekeleza fatwa hii ambayo imetolewa na viongozi hawa wa ngazi za juu kutoka nchini Irani. Fatwa hii ambayo inamlenga rais wa Marekani pamoja na waziri mkuu wa Israel ni fatwa ambayo ilitolewa siku moja baada ya kuanza mashambulizi kati ya Irani na Israel, mashambulizi ambayo ilitajwa kwamba iliku Israeli ikijihami kutokana na kile ambacho Irani inatuhumiwa kutaka kumiliki silaha za nyuklia na ambaye anaelengwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati na silaha hizi za nyuklia ambazo inatajwa kwamba Irani inataraji kumiliki basi mlengo wa kwanza ni Israeli. Hivyo basi Irani ilitangaza ya kwamba ni jukumu kwa Waislamu wote ulimwenguni kuweza kutekeleza fatwa hii ambayo imetangazwa na viongozi hawa wa ngazi za juu kidini nchini Irani. Utakumbuka kwamba jeshi la Israeli lilishambulia maeneo muhimu ya kimkakati ya jeshi la Irani mnamo Juni 13. Kitendo hiki kilipelekea mvutano wa kidiplomasia usiokuwa wa kawaida tangu Juni hiyo 13 Wakati ambapo mataifa haya mawili ambayo ni Israel na Irani yalikuwa yakishambuliana huku jumuiya ya kimataifa ikishindwa kuchukua maamuzi hadi pale ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza ya kwamba vita kati ya mataifa haya mawili vinatakiwa kukomeshwa, kitendo ambacho kilitajwa kwamba ni baada ya rais wa Marekani kugundua ya kwamba mashambulizi ambayo yanaendeshwa na jeshi la Irani dhidi ya Israel ni mashambulizi ambayo hayakutarajiwa kutokana na kile ambacho mataifa ya magharibi yalikuwa yakiamini ya kwamba Irani haina uwezo wa kushambulia moja kwa moja Israeli, kwa kuwa tayari katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati kulikuwa na vituo na mifumo tofauti ya ulinzi ya anga, mifumo ambayo ni ya mataifa makubwa ulimwenguni kama inavyotajwa, ikiwa pamoja na Marekani, Uingereza na Ufaransa. Lakini makombora ambayo yaliweza kurushwa na jeshi la anga la Irani yaliweza kujipenyeza katika mifumo hiyo na kuweza kuathiri moja kwa moja Israel, ndiyo kitendo ambacho kilitajwa kuwa ni sababu iliyopelekea Marekani, aidha, rais wa Marekani kuweza kutangaza kusitishwa kwa mapigano baada ya mazungumzo ambayo yanatajwa kuwa yalikuwa ni mazungumzo ya siri kati ya mataifa haya matatu ikiwa ni Marekani Irani na Israel ili kuweza kusitisha uhasama huu ambao tayari ulikuwa umekuja kwa sura nyingine kabisa, wakati ambapo jumuia ya kimataifa kwa sasa inashuhudia mabadiliko makubwa na mvutano mkubwa kati ya Urusi na Marekani, huku kila mmoja akiwa na malengo ya kutaka kujipatia ushawishi mkubwa ulimwenguni. Viongozi hawa wa kidini nchini Irani walitangaza dau la dola milioni arobaini kwa yeyote ambaye atakayeweza kupelekea fatwa hii kuweza kutekelezwa. Na inatajwa kwamba ni takriban matajiri ef elfu ni matajiri elfu kumi na tatu nchini Irani ambao walijikusanya na kuweza kukusanya kiwango hichi cha pesa ambacho kinatajwa kuwa ni dola milioni arobaini kwa yoyote yule ambaye atakayeweza kutekeleza fatwa hii dhidi ya rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israel kutokana na kile ambacho viongozi hawa wa kidini wanafahamisha kwamba ni uhalifu usiokuwa wa kawaida katika eneo la ukanda wa Gaza na dhidi ya kiongozi wa kiimani wa Irani Ali Khamenei. Fatwa hii ambayo imetolewa ina vipengele viwili, ambapo kipengele cha kwanza kinatolea wito Waislamu wote ulimwenguni kuweza kufanikisha kutekelezwa kwa fatwa hii ambayo itawafanya viongozi hawa, rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israel, kuweza kujutia matendo yao na kauli zao ambazo moja kwa moja zinawalenga viongozi tofauti nchini Irani. Katika fatwa hii inatajwa kwamba viongozi hawa wawili wanatakiwa kujutia maamuzi yao na kauli zao dhidi ya viongozi tofauti nchini Irani ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakilengwa na wengine hadi kumaliziwa maisha. Na kipengele cha pili kinafahamisha kwamba yeyote ambaye atakayemtakia shari Ali Khamenei basi anatakiwa kupewa jibu ambalo litamfanya ajutie maamuzi yake, na hapa moja kwa moja inamhusu waziri mkuu wa Israel, kwa kuwa tayari alikuwa amekwisha tangaza ya kwamba iwapo mapigano yataendelea, aidha ili kukomesha mapigano yasiweze kuendelea kati ya Israel na Irani, basi kiongozi huyu Ali Khamenei anatakiwa kumaliziwa maisha. Na fatwa hii imetolewa dhidi ya kiongozi huyu baada ya kufahamisha ya kwamba kiongozi Ali Khamenei pia anatakiwa kulengwa katika mashambulizi ambayo yataendeshwa na jeshi la Israel katika maeneo tofauti nchini Irani. Mmoja miongoni mwa wanachama katika bunge la wataalamu nchini Irani ambaye anajulikana kwa jina la Ahmed Khatami, amefahamisha kwamba viongozi hawa wawili wanatakiwa kuhukumiwa adhabu ya kifo kutokana na kile ambacho kinaendelea katika eneo la ukanda wa Gaza na uharibifu ambao umesababishwa na mashambulizi yaliyotokea katika mapigano mapya ambayo yalianza mnamo Juni 13 na kuchukua muda wa siku 12 kabla ya kukomeshwa kwake. Mwanachama huyu alifahamisha kwamba waziri mkuu wa Israeli, rais wa Marekani Donald Trump wanatakiwa kuwajibishwa chini ya misingi ya sheria kutokana na vifo vya watu wasiopungua elfu hamsini na tano katika eneo la ukanda wa Gaza. Vilevile, katika hotuba yake katika runinga, amezungumzia pia kifo cha kamanda Qasim Suleiman ambaye aliuawa katika shambulizi li lililoendeshwa na jeshi la Marekani nchini Iraqi mnamo mwaka 2020. Kiongozi edha jenerali huyu wa jeshi la Irani katika eneo hili la mashariki ya kati, wakati ambapo alipokuwa nchini Iraki ilitajwa kwamba ndio ambaye alikuwa akiratibu mashambulizi tofauti na kutaka Irani iwe na ushawishi wa kutosha nchini Iraki. Lakini Marekani na mshirika wake Israel hawakuridhishwa na hilo na kuendesha mkakati mkakati ambao ulipelekea kiongozi huyu kuweza kumaliziwa maisha katika shambulizi hili ambalo lilitekelezwa mwaka 2020. Fatwa hii ya dola milioni arobaini dhidi ya viongozi hao wawili. Unaweza kujiuliza fatwa ni kitu gani? Fatwa inatajwa kwamba ni jibu aidha uamuzi rasmi wa kidini ambao hutolewa kwa Waislam kuhusu jambo ambalo linahitaji ufafanuzi kisheria. Fatwa hii imeweza kutangazwa baada ya kukusanywa kwa donge la dola hizo milioni 40 na viongozi tofauti katika tovuti moja, ambayo ilitaja kwamba tayari kiwango hiki cha dola milioni 40 kinatosha kuweza kutangaza fatwa hii dhidi ya viongozi hao wawili. Na wale ambao waliochangia kiwango hiki kiweze kukusanywa ni matajiri wasiopungua elfu kumi na tatu na raia wengine wa kawaida ambao wametajwa kuwa ni wazalendo nchini Irani ambao waliona ni bora kiwango hicho kiweze kukusanywa dhidi ya viongozi hao ambao wanaotajwa nchini Irani kama watu ambao hawaridhishwi na maendeleo ya Irani. Lengo la fatwa hii na donge hili nono inatajwa kwamba ni kutoa adhabu kali kwa wale ambao wanaotishia usalama wa Irani. Kama ambavyo nimekufahamisha hapo awali, fatwa nyingine ambayo iliyotangazwa na Irani mwaka 1989 ilimlenga Salman Rushdi ambaye alikuwa ni mtunzi wa vitabu kutoka nchini India ambaye aliweza kuandika kitabu ambacho kilikuwa na vipengele tofauti ambavyo kwa mujibu wa Irani ilionekana ya kwamba ni dhidi ya Uislamu na kuweza kutangaza fatwa dhidi ya Salman Rushdi na kutangaza pia kiwango cha pesa kwa yoyote ambaye atakayeweza kupelekea fatwa hiyo kuweza kutekelezwa. Tangu mwaka 1989 ni mwaka 2022, wakati ambapo Rushdi alikuwa akishiriki katika mkutano mmoja mjini New York aliweza kuvamiwa na mtu ambaye aliyekuwa na kisu, ambaye ya malengo yake ilikuwa ni kummalizia maisha. Aliweza kumjeruhi mkononi na kumtoa jicho lake la kushoto, lakini jeshi la polisi liliweza kuingilia kati na kuweza kumkamata mtu huyo, huku Salman Rushdi akiweza kuchukuliwa na kupelekwa hospitali kwa ajili ya huduma ya kwanza. Aliweza kukaa hospitali kwa muda wa kutosha, na baada ya matibabu kumalizika, iliweza kutangazwa huru ya kwamba Salman Rushdi kwa sasa ameweza kupoteza uwezo wa kuona wa jicho lake la kushoto na akiwa na jeraha mkononi. Kitendo hiki kimetajwa kwamba kimepelekea wadadisi wa masuala ya kimkakati na kile ambacho kinatajwa kuwa ni ugaidi kuitolea wito serikali ya Marekani na Israel zisiweze kupuuza fatwa hii ambayo imetolewa na Irani kwa kuwa ni kitendo ambacho huwa kikichukua zaidi ya miaka 50 ukiangalia yale ambayo yamemsibu Salman Rushdi tangu mwaka 1989 hadi mwaka 2022 kuweza kutekelezwa. Basi fatwa hii ambayo imetolewa dhidi ya rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israel, licha ya kuwa ni viongozi wakubwa ambao ulinzi wao hauna kifani, ni kitendo ambacho hakitakiwi kupuuzwa na kuwataka wasimamizi katika idara ya ulinzi wa raisi aidha ya waziri mkuu huyu wa Israel kuweza kuongeza juhudi zao kuhakikisha kwamba viongozi hao wanakuwa wapo salama hata pale ambapo watakapoondoka katika wadhifa wao. Katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba Iran haina uwezo wa moja kwa moja kuweza kuwadhuru viongozi hawa, ndio maana inatolea wito wa Waislamu wote ulimwenguni kuweza kutekeleza fatwa hiyo. Wakati ambapo Israel ikiwalenga viongozi wa ngazi za juu katika jeshi la Irani, huwa haimtangazii yoyote na matokeo yake huwa yakidhihirika katika vyombo vya habari. Inatajwa kwamba mvutano huu ambao umeibuka kwa mara nyingine wa moja kwa moja kati ya Irani na Israel ni mvutano ambao unaohitaji juhudi za kimataifa ili kuweza kukomesha mvutano huu, ambayo inatajwa kuwa Irani inataka kumiliki silaha za nyuklia, na mlengo mlenga moja kwa moja itakuwa ni Israel. Hivyo basi kuweza kuzuia hilo ni kuweza kuikinaisha Irani isiweze kumiliki silaha hizi za nyuklia.